Yani namwona gona tukikutana, barabarani tukikutana kwenye mashughuli hivyo yn yani. Mimi Diamond ni mshikaji, dadangu Diamond sio mtu wangu, kuna aaisi so, labda baada ya kuja na nani a kivipi, yani yule ni mama mtoto wake, wale ni wazazi hivyo mm. Unajikuta mtu unaandaa movie and then unahitaji labda like, location kwenda like, kushoot. pata magereza, tunajikuta kwamba tunashuti kwenye mageti ya watu kama jela. So I think in time hiyo itaenda, itapungua. Unataka kushuti mtu anatoka airport, utakiwa uruhusiwe kushutia airport kwa sababu ya muongozi. So tunakosa uhalisia kwa sababu ya vitu kama hivi, kwa sababu mwisho siku uhalisia ndio kila kitu ndio kile. Kwa hiyo Muhindi alishachukua kazi zetu wakachukua mpaka copyright na kila kitu. Na ndio maana imekuwa ni very hard watu kuleta filamu zao na by the time ambayo wanatangaza ikakuwa sio rahisi mtu kuingia location haraka na, na kufanya tu movie haraka haraka na kuipeleka. Kwanza mimi kwenye soundtrack kwenye movie yangu ya Heaven Sent nimemtumia Bushoke. Ndio amefanya soundtrack ya movie nzima. Kwa hiyo mimi kwa kwa swala la soundtrack mimi nimekuwa nikiwa na idea hiyo ya kutumia ya kutumia wasanii so mwisho wa siku wasanii wa muziki na wasanii wa movie wanategemeana. Most of the people ambaye nimefanya nao kazi ni na napenda konsid mtu akiwa yuko real kwenye, kwenye kuigiza. Mi nasemaka kila siku uigizaji sio mtu veat, hujue tukuwa na watoto wangu wa Wema Sepetu empire wanajua them every time. Mm-hmm. Hata ukiwa umeamka asubuhi tu, kuamka kwenda kwako kwa kwa bafuni kwenda kupiga mswaki kufanya nini? Hivyo pia ni yani, hapo unaigiza ukiwekewa kamera ni umeamka umeambiwa kwamba amka, nenda, piga mswaki hivyo. Yaani ni kuigiza tu.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

Ukitaka kuangalia video zangu nyingi ili kujua nilichokifanya na kuangalia video mpya nyingi ambazo zinakuja na zilizopita, ingia kwenye app ya Global Publishers. Alafu ukiingia huko utaziona video zangu hivi. Nimesemaje? Global Global Publishers ndio kila kitu, ndio habari ya mjini. Tukutane huko.